Lakini mheshimiwa waziri, tunaomba chuo kijiandae, maana tunaweza tukajenga majengo kama haya ambayo tumepushi, lakini ufanisi ukawa hamna. Kwa hiyo tunaomba kijiandae kutoa wataalamu, hasa mafundi wale ambao ni adimu sana ndani ya nchi yetu. Vyuo vingi vilivyoanzishwa kipindi kile cha nyuma ambavyo vilitoa mafundi wengi sana hapa nchini vilipoteza mwelekeo, kwa sababu kila chuo kilikuwa kime kinakimbilia kwenda kutoa nini, kidigrii. Matokeo yake tumekuwa hatuna mafundi ndani ya ketu, kwa sababu hiyo imefanya miradi mingi ikose watu ambao wana utaalamu halisi. Kwa hiyo tumetoa tume, tume wataalamu wengi wasimamizi, kwa sababu mtu akishapata digrii anajiona kwamba yeye sasa ni mtu wakwenda kumsimamia mtu mwingine, na matokeo yake sasa wakwenda kumsimamia hayupo, hmm. kwa hiyo mlengo wa hiki chuo ni kusaidia tupate wataalamu hasa mafundi mafundi mchundo na mafundi wasanifu tunategemea kuwapata kwenye maeneo haya. Kwa hiyo maelezo ya waheshimiwa wabunge wametoa, na nyinyi mmeyafanyie maboresho ili yaweze kuleta tija ndani ya nchi yetu. Kwamba tangu nimekuwa na kamati hii ya kudumu ya miundombinu, hata nilikuwa namwambia mwenyekiti kwamba kwa kweli kwa jengo hili ni matokeo ya kamati nakumbuka walitoa sharti kwamba hamjaanza kujenga kaditakiti. <laughs> Yalikuwa ndio maelekezo ya kamati, na kwa kweli ikawa ni hakuna namna, lazima tuanze ujenzi wa kamati. Kwa hiyo nikiri ni kwamba pengine kama alivyosema mheshimiwa Mambe ilitakiwa jula ya kwanza, kwa sababu na sisi kama wizara tunaona kwa kufanya hivyo kweli jengo na dota taku kisema chuo basi hilo ndio jengo linaloonyesha chuo kwa maana na na jina lenye lilipo na kuhusu kukamilika kwa miezi nane ukiangalia mradi huu kama tungekuwa na cash flow nzuri tangu mwanzo tulikuwa tumetarajia kwamba kitimie miezi kumi na mbili kwa hiyo kwa hapa alipo kama tutamlipa inapotakiwa tunaweka kwa hiyo miezi anakamilisha kwa hatua iliyopo na sisi pia tunafahamu mheshimiwa wajumbe, kwamba sisi kama wizara kwa kawaida tuna tunapofanya mahitaji, tunaomba wizara ya Fedha wakituaishia sisi, ili swala la dhana za mkandarasi hajawa na shida yote na hakika tunafanya na tulichoambiwa ni kwamba na si tumewaambia kwamba tunahitaji jengo liika, walichotupa ni kwamba tutahakikisha kwamba tuna tunalipa tuna mapema.